Unaanza kuwa kwa mkufunzi, inabidi azingatie hali ya mazingira. Kama tunafundisha somo kwenye jumba hili, alafu hakuna feni, hakuna AC, na watu wakianza kulala, wakianza kutoka jasho, lazima sasa igie kwamba somo lako liko kwenye sehemu nzuri, mpaka sehemu nzuri ya somo, au kama ni sehemu ya somo lao mmejaza na mnu hata tumo nakwa kumu hataweza kuelewa tu. Kwa hiyo e, lazima uzingatie mazingira na vile vile, wengine kama uchuo wale uchuo lazima lio mazingira, ila sisiafrika tunashida sana av ambicho hatuzingatii hogati choo kabisa. Sasa mtu anapokuwa darasani anafikiria sasa, twaboka pale anaenda wapi?